Zungumza michezo hii ni Cha Pesa Media, mimi naitwa Wazali Tambiko, akinyuma kamera director Runda, ambaye anatoa picha ngavu. Tumemfuata wakili wa Simba Sports Club, yeye mwenyewe anajiita wakili wa Simba Sports Club, pia ni mwenyekiti wa tawi la Unstoppable pale Karume. Kwanza mambo vipi? Safi safi mzee, kama kawaida, karibu sana safi mzee. Mfungo mfungo, tumeona tunawajibika, eh tunawajibika, kwa hiyo tuko ndani ya mfungo, tunajaribu kidogo kwenda nao eh, Mungu ni mwema, tunaendelea kumaliza. Sasa wakili, hekima na busara zitumike. E, ndio kanuni zenyewe hizo. Eh e, kwanza kanuni e, lakini pamoja na kanuni, kama huna hekima wala busara, maana yake we upaswi kuwa kiongozi, ka unaungana na Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, iko wazi, yaani pamoja na kanuni lakini, utu ujue, hekima na busara inabeba utu kwao, lazima utu uwepo kwenye uongozi wako ndio uwe kiongozi bora pamoja na kufuata miongozo, lakini kuna kitu kinakuja kiko nje ya mfumo nje ya mwongozo kabisa, lakini hakuna namna inabidi wewe ufanyeje uende nacho kwa hiyo oh, ndio maana inapokuja hiyo busara mm. Uh, mashabiki wa Young Africans, baadhi ya viongozi wanasema mechi hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Kwa maana hata bodi ya ligi wakipanga ratiba, dabi ya kari yako haitokuwepo tena, raba mtani uende uwanjani umtafute timu yoyote ukacheze nayo. <laughs> Kwanza ni jambo la kuchekesha, unajua. <laughs> wanachokifanya mashabiki ni kucheza na akili za viongozi wao. Mashabiki, e, mashabiki wa Yanga ni kucheza na akili za viongozi wao, walichokifanya viongozi ni kucheza na akili za mashabiki wao. Kwa hiyo viongozi wamewapigia mluzi mashabiki, mashabiki wameitikia mluzi, wanaelekea huko ambako mluzi umeita kwa hiyo walitakiwa wajiongeze, lakini kwa sababu hatuwezi kushangaa, wameambiwa wenye akili ni wako wawili. Kwa hiyo ndio maana unaona pilikapilika, wenye akili wako wawili tu na nani? Ah, si Mzee Sande na Mheshimiwa mstaafu Kikwete wa ukae okay. Basi hao wengine waliobaki wajitafute wenyewe, maana yake haziwatoshi. Na ndio maana unaona kila siku, leo imeongea Zanzibar, Kesho inaongea Shinyanga kesho... yani ni hivyo Tanzania nzima, lakini hii imesababishwa na nini? Andiko moja tu. Si umeelewa, eh? Andiko moja tu, taarifa kwa umma, kutokana na viashiria vya uvunjifu wa kanuni, kesho hatutoche, hatutopeleka timu uwanjani. Tumemalizia hapo, waliobaki wote wanajibishana, alafu sisi tunaangalia. Unajua, ndio maana nimekwambia kwamba Yanga mashabiki wao walitakiwa at least wawe watulivu wawe na akili ya kuchanganua juu ya uongozi wao, lakini hiyo akili hawezi kuwa nayo hawana. Uongozi wa Yanga Africans unataka kwa kiasi kikubwa sana, na mimi niliwahi kusema na leo narudia, ili uongozi wa Yanga uonekane tabu zake na adha zake, basi ngoja wakose huu ubingwa wa msimu huu kuna madudu mengi sana pale kwenye uongozi wao. Ndio maana mapema sana msimu huu wameona kabisa ubingwa mwaka huu ni mgumu kwao, wanatafuta vichaka vya kujificha. Unajua hakuna we we, unajiamini una timu nzuri, umeelewa? Kama unajiamini una timu nzuri, hii dabi kuahilishwa na kucheza siku nyingine, we si ushindi uko pale pale, una timu nzuri. Unahofia nini? Unaogopa nini? Yaani hapa ndio panapokuja kwamba timu yao hawaiamini, hawaiamini. Kuna makando kando mengi sana ambayo wanapata ushindi nje ya pichi. Ndio maana saa hizi ukiwaambia wapeleke timu dhidi ya timu bora Simba Sports, hawataki kupeleka hiyo timu. Kwa hiyo kucheza au kutokucheza, mi nafikiri tutaangalia mwaka huu kwamba kama ni kweli busara ilifuatwa, wasipoleta timu uwanjani itatumika busara tena, maana hii tupwi kuwailisha hii kanuni kwa kutukataza sisi kwenda kufanya mazoezi imetumika busara. Ndio hapo unapoambiwa busara imetumika, lakini isingetumika busara maanake Yanga walikuwa wanakula lungu. Kwa busara imetumika kwamba tuangalie ya mbele tuache, lakini siwa wataki kucheza mechi basi tuone kwamba watakataa mpaka mwisho. Ila mimi nakuhakikishia kauli moja tu, mechi itachezwa ikishatangazwa tu Yaani, ukiona tarehe imepangwa ya mechi, mechi inachezwa uwanjani. Waende kufanya nini kasi mchezo? Hivi kwa akili zao ndogo kasi, wanaweza wakatoa pointi tatu ambazo zimeamuliwa na bodi ya ligi? Ambazo kwenye hiyo mechi wanayodai pointi tatu, hakukuwa na refarii, hakukuwa na kamisa wa mchezo, hakukuwa na maafisa wa mchezo, hakukuwa na uongozi wa TFF, hakukuwa na mashabiki wa pande zote mbili. Sijui unanielewa. Una, u, kasi wanaweza tu wakakurupuka wakasema, basi na tamko limeshatoka kwamba leo mechi haitokuwepo. Bodi ya ligi ndio wametoa hiyo tamko. Kasi watafanya nini juu ya bodi ya ligi? Watakupaje wewe pointi tatu kasi? Je, yanga wana barua yoyote inaonyesha kwamba TFF wameshindwa, ili wewe uende kasi na jambo lako lifanyiwe kazi, unatakiwa upate nakala ya hukumu kwamba hapa ikesi imeshindikana, nasogea mbele, nakata rufaa. Lakini rufaa yangu siikati mahakama ya mwanzo, naikata mahakama kuu. Wanayo hiyo rufaa, hukumu ya kesi wanayo hasa. Kama huna wewe, unaenda kufanya nini? Kasi unaenda kupeleka malalamiko, malalamiko yanahusu nini? Unataka pointi tatu, pointi tatu wewe zinahusu nini? Simba Sports, nani alikimbia? Mimi nilikimbia? Kwani mechi ilikuwa saa ngapi? Saa moja, saa moja tamko la TFF au la bodi ya ligi limetoka saa ngapi? Saa nane. Mimi nimekimbiaje? Saa moja ilifika. Wanasema kutofanya mazoezi haiashirii kutocheza mechi. Mimi nikisema leo lazima niende kazini ndio? Lazima. Mimi nikisema leo nitatembea uchi barabarani, kama sijatembea utanifunga nikivaa nguo, maana gani wakili? Nina maana kwamba mimi si nimetoa tamko, si nimetoa taarifa kwa umma. Nimetoa taarifa kwa umma. Simba simetoa taarifa kwa umma. Je, huo muda umefika? Wangesubiri muda ufike. Kama kweli TFF na bodi ya ligi hawakuona mashiko ya malalamiko ya Simba wangeacha wange, lakini kwa sababu wameona kuna mashiko, kuna viashiria vya uvunji. Elewa neno viashiria. Unajua kuna wachambuzi wanapotosha, wanapotosha umma. Nani wachambuzi wanapotosha umma? hmm. Wapo wachambuzi wanabishana na kitu ambacho kiko wazi kabisa, yani ukishaambiwa viashiria ya uh, mchambuzi anahoji yupo kwenye media kwa sababu kapata nafasi, anakuambia watuonyeshe hivyo hizo viashiria. Hivi kweli wewe ubongo wako una akili wa kuonyesha viashiria? Umeshaambiwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Viashiria maana yake viko chini chini, vinafanyiwa uchunguzi, na tayari umeshaambiwa uchunguzi unafanyika. Bodi ya ligi wameshamaliza uchunguzi wao. Wewe unataka wa kuonyeshe nini? Wewe kama nani una komandi wa kuonyesha hiyo? Sheria unaipata wapi? kwa hiyo ili yanga wapate hiyo haki ya kwenda kasi na kuamuliwa kesi yao, ilitakiwa TFF wasingetoa lile tamko kwamba mechi imeahirishwa itapangiwa tarehe nyingine. Hiyo eneo la kwanza, yani TFF wangesema hivyo, wasingetoa hilo tamko kwamba Yanga wamefika uwanjani, refari wa mchezo amefika uwanjani, baada ya dakika 30 amewaita waamuzi wake sawa amemaliza mchezo kwa kupuliza kipenga, kamisaa wa mchezo ameripoti bodi ya ligi taarifa zote za mchezo ule. Sijui umenielewa? Bodi ya ligi wange, wangewapa yanga point tatu. Sasa hakuna refari, we umeenda na basi lako kutembea, unategemea kwamba point tatu point tatu? Kwa kigezo gani? Mbona zamareki wamepewa point tatu hivi? Una, unaelewa kwamba we kweli unahoji mbona zamareki Sinario inafanana, kweli inafanana. Kulikuwa, kulikuwa na refa, mia, na refa. Zamaleki kulikuwa na refa ndo alomaliza mchezo. Moja ya kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgutu anasema kama Young Africans ataenda kasi itakuwa ni vichekesho. Unaungana naye mwenyekiti wa bodi ya ligi? Kwa 100% naungana naye. Kwanza ni vichekesho zaidi ya vichekesho kwa sababu vichekesho vya kwanza kwangu mimi kama wakili msomi, Yanga wameshaenda kasi zaidi ya mara mbili, Na hakuna walichoambulia, Na muda wote wamerudi na manyoya. Sijui umenielewa? Kwa hiyo kwanza najiridhisha kusema kwamba Yanga hawana wakili wa kusimamia kesi zao au mambo yao ya kimsingi kwa uweledi. Hawana, Yanga hafai hata kidogo mm. sijui umenipata eh? Hawana, hana uwezo, na nafikiri washamkimbiza hata huyu kama wamepata mwingine, alafu ndo amewashauri kwamba waende CAS, pia naye ni mbovu aliyepitiliza. Umenipata hilo eh? mm. eneo la kwanza, eneo la pili ni vichekesho kweli, kama Mgutu anavyosema umenielewa. Kwa nini ni vichekesho? Moja ya vitu nimekwambia, wana nakala ambayo kwamba wo, nakala ya hukumu kwamba kutokana na vielelezo hivi mnaamuriwa mchezo huu uchezwe tarehe hii, kwa sababu nyinyi mmefanya moja mbili tatu. Wameshapata? Hawajapata. Kama hawajapata, unaenda kufanya nini? Kasi si u, u, utumiaji mi nasema matumizi mabaya ya muda ambayo yanga saa hizi baada ya kufeli wanawadanganya wanachama wao. Yanga unajua imefeli ya na Yanga kufeli kwao, watu tunaiangalia Yanga kwenye ligi. Yanga malengo na makusudio yao makubwa kwa msimu huu ni klabu bingwa bila kujua kwamba hawana hiyo krimu ya kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, club bingwa Yanga walikuwa hawana hiyo krimu, lakini wanajidanganya. We Dube unakudanganya kwamba akupeleke club bingwa sijui robo finali, nusu finali? Huyu Dube aliocheza Azam miaka minne ameifanyia nini Azam hivyo? We nikikuuliza, Dube tangu amedondoka kwenye ardhi ya Tanzania, amekuwa mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara mara ngapi? Ameshachukua hata mara mbili? okay. Sasa kama hajawahi kuchukua, atakupelekaje wewe kwenye nchi ya ahadi club bingwa? Umenielewa? Dube ana maajabu gani, Ashaishi zaidi ya miaka minne kwenye ardhi za Tanzania, ana maajabu gani ya kusema kwamba ichukue Yanga aibebe mgongoni aipeleke wapi? Chama Clotos kilichokuwa kipenzi cha wanamsimbazi, sawa. Maisha yake yote ndani ya Msimbazi ndio amempa ukubwa wa kuitwa triple C, Clotos chota chama mnyama dokta, yote haya amepewa haya majina, lakini huyu sehemu yake kubwa ya kuisaidia Simba ni robo fainali. Hajawahi kutuvusha hapa. Leo namchukua huyu umpeleke kwako kwa, akupeleke nchi ya ahadi wakati maji ya jioni, wewe unategemea kweli una akili timamu? Lakini nenda mbali hivo unategemea kweli kibwana Shomali eh? kweli akupeleke kwamba wewe ukacheze klabu bingwa hatua ya, ya, ya nusu fainali fainali. Robo fainali, fainali. Hivyo unategemea mzee alidiaucho, unategemea nani? ya kupeleke duke abuya mmoja ya kauri wakili msomi eh, inamushisha Haji Sande Manara akisema eh, rais wa TFF Wallace Karia ni mlevu wa madaraka, anataka awaombe msamaha Yanga Africans. Haji Sande Manara, niliwahi kusema na narudia apunzike kwenye mpira, asipopunzika atachukuliwa hatua nje ya mpira kwa sababu sasa hivi anavuka mipaka. Haji Manara amewahi kutukana matusi yote kwenye mpira wa Tanzania, ameshayatukana, ameyamaliza. Sasa hizi anatafuta personal, anatukana mtu baada ya mtu. Yani bora apunzike kwenye mpira, bora ahamie kwenye udaku anachomfanyia anacho walaskaria. Nafikiri serikali imeongea juzi Tanga, nikisema serikali maana yake nazungumzia waziri naibu ametoa kwamba mnao mkosoa Wales Karia amefanya vitu ambavyo havijawahi kufanywa na kiongozi yoyote wa shirikisho hili, tangu waliopita wote hawajawahi kufikia rekodi zake. Msifieni hapa mapema ile, ujue ni kauli ya serikali, sijui unanielewa? Ni mwakilishi wa serikali yule, mwana FA anaongea kuhusu Karia, umeelewa? Karia anaonekana ana kauli za kijeuri, sijui unanielewa, lakini hana kauli za kijeuri nia. Watanzania tumezoea hivi, kila sehemu ni kukaa foleni, na kama sio foleni, basi lazima tuchape viboko, sijui umenielewa, yeah. Kalia muda mwingine hivyo vitu anapofikia havitaki vya kuchapana viboko, yaani maana yake anachokisema kila mtu afanye majukumu yake na kupa vitu viwili, mfano Jambo la kwanza, wakati Kalia anaongea anawambia ana, ana, anaongea hajamtaja mtu, kama mmeshindwa huko kwenye mpira nendeni kwenye sinema zenu, hamieni kwenye sinema zenu, tuachieni mpira wetu. Hivi unajua maanake nini? Ngoja nikwambie, ni kitu Kalia amevumilia mengi, mimi mwenyewe nikiwa mmojawapo. Kilio changu kwa wale walekalia aondoe kipengele cha uzamini wa timu zaidi ya moja, anamaanisha GSM amuondoe, aondoe, lakini Karia hmm, ndio maana ukisikia kwamba moja ya vilabu ambavyo vimenufaika kwenye uongozi wangu ni Yanga. Hivi kuna nchi gani ambayo inaruhusu uzamini huu unaofanyika Tanzania? Hivi tunaposema kwamba kiukweli Yanga wanavuna pointi kwenye hivi vilabu vinane ambavyo amevizamini, uongo watu washaanza kusema zaidi ya magoli hamsini kwenye magoli hamsini na mbili hamsini ya yametokana kwenye vilabu vinane. Kwenye magoli hamsini na mbili magoli hamsini yamefungwa kwenye vilabu vinane. Mi sitaki kusema kwamba ni kweli au uongo, lakini haya yote manake sisi mashabiki na wapenzi wa mpira wa Tanzania tunapigia kelele haya mambo yaondoke. Na ndio maana Karia anasema kama mmeshindwa, nimewavumilia sana, nimetukanwa sana, ili mpira ukuwe sasa kama mmeshindwa, naona mnataka kutuchezea. Hakuna baya alilosema hapa, wabadilike viongozi wa Yanga. Hakuna baya wabadilike, si ndio? Rais sasa, kama wewe rais, makamu wa rais ndo anaanza kutoa kauli, nielewe hapa. Rais wa Yanga si injinia? Baada ya mchezo kutolewa tamko, makamu wa rais wa Yanga ndo anaanza kutoa kauli, wa kwanza kutoa kauli, umenipata kwamba hii ndio dabi yetu ndio tumemaliza leo baadaye kikao cha kamati tendaji cha yanga kinatuaminisha kimeketi na kuja na tamko kama hilo Manake hapa si wamemfuata tu makamu kwao maana yake injinia si anaongozwa eh? kuna umuhimu gani wa kuwa na rais kama huyu hatoshi hatoshi hana maamuzi hatoshi umenielewa lakini kalia juzi amewapa ujumbe mwingine na mi namuunga mkono Sijui umenielewa. Amewambia wachambuzi vinganganizi kwenye maredio yao, tutadili na vyombo vya habari vya Tanga tayari gumzo hilo. Umenipata eh? kwa sababu timu ya taifa ni ya Tanzania au wachambuzi wana muda wa kuizungumza timu ya taifa? Unajua wachambuzi wengine walojaa kwenye zile radio. Ukiondoa Simba na Yanga kuzichambua, hata mchezaji wa Namungo hawawezi kumchambua wala hawamjui. Wapo hawa kwenye hizi redio. Umenielewa eh? kwa hiyo stori zao ni Simba na Yanga kwenye redio zao umenipata, eh? Kwa hiyo ndio maana huu mdahalo hata ukitaka kutoka watu wanataka kuungangania, lakini wale ambao wamepevuka, unaona wanahama wanachambua vitu vingine. Anyway, tuseme kwamba ndio Simba na Yanga ni wakubwa wa Tanzania, lakini je, timu ya taifa tumeiweka wapi? Mimi nakuhakikishia, umeona ile tamko ili alotoa uh, kauli aliotoa uh, waliskalia, si ndio? Jumatatu redio zote ukizisikiliza zitaongea juu ya kauli na huyo huyo Aji Manara. Huyo huyo huyo tayari ashaandika daftari refu la kuhusu kauli. Huyo eshamaliza kwenye mpira. Yanga hawana maendeleo yoyote watayaleta kwenye mpira wa Tanzania. Mi ndo nakuhakikishia. Wakili msomi, tumaliza na chochote chochote, kwanza nizidi kuupongeza uongozi wangu wa Simba e, baada ya kutoa tamko lao wamemaliza hapo, wamefuata maelekezo ya TFF na bodi ya ligi, lakini wapo kimya, wapo bize na kujiandaa na mashindano ya Kombe la Shirikisho. Nilisema. Mashindano ambayo Simba tutashiriki Tanzania ndio yatakuwa mashindano makubwa kuliko yote, watu walikataa. Saizi linaimbwa tu kombe la shirikisho Tanzania, hakuna shindano lingine. Hiyo eneo la kwanza. Eneo la pili, niwapongeze pia mashabiki na wanachama wa Simba kwa kuendelea kuwa watulivu, kwa kuendelea kuwasikiliza viongozi wetu, hata wale wachache ambao bado wanagusagusa na kusema viongozi wamezingua, basi waelewe kwamba viongozi wanatupambania sisi mashabiki ili tupate kilicho bora. Kwa hiyo wewe kiongozi, wewe shabiki wa Simba na mwanachama, huna sababu yoyote ya kuacha kuunga mkono uongozi wako na timu yako. Tujiandae mashabiki, tujiandae mechi. Tarehe mbili tunacheza ugenini, mechi tarehe tisa tunacheza nyumbani. Tutaambiwa ni wapi kama ni kwa Mkapa au nyu Amani, sijui inaeleweka. Kwa hiyo wewe kama shabiki jiandae kwa haya mambo mawili: kuiangalia timu yako na kuiombea ikiwa inacheza ugenini kupata matokeo mazuri, kujiandaa na kwenda kuisapoti popote. Mimi naamini mechi itachezwa ndani ya ardhi ya Tanzania. Popote ambapo itachezwa, basi uwe tayari wewe kama shabiki na mwanachama kwenda kuisapoti. Achana na propaganda hizi za kinaji Manara, sijui uongozi wa Yanga. Hawa waishajifia, hao ni wafu Tushaua. Ndo maana kila siku wanaweka vikao, mara leo wanaongea Zenji, kesho Shinyanga, leo sijui wapi. Kwa kweli, leo hii sijui wataongea wapi, lakini tuendelee kuwaombea ndugu zetu, wanapotea sana. Asante sana asante.